Tuna kichwa kinachosema dalili za mtu mwenye majini mahaba. Jina langu naitwa Eliya Emmanuel Ndoda. Ni mwendelezo wa somo letu la hatari ya majini mahaba kwa wenye ndoa na wasio na ndoa. Nilikuahidi kwamba nitaendelea ni kulifundisha, ndo sasa tuko tunaendelea. Tuanze na kitabu cha Efeso mlango wa 6 na mstari wa 12, biblia inasema: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 Majini mahaba ni mapepo ya uasherati yanayojidhihirisha katika maisha ya watu kwa njia ya ndoto au tamaa za mwili. Mara nyingi yanalenga kuharibu maisha ya kiroho, ndoa na hatima ya mtu. Yanajiweka kama mke au mume, kama nilivyosema kwenye ile somo ambayo nilianza kabisa mwanzoni. Kwa hiyo yanajiweka kama mke au mume wa rohoni, yakilenga kudhibiti sehemu ya hisia nafsi na mwili wa mtu. Lengo lao kuu ni kuharibu upendo wa kweli, kuzuia ndoa, kuleta magomvi, kuleta aibu na maangamizo ya kiroho. Jambo la pili, tuangalie jinsi ambavyo yanaingia kwenye maisha ya mtu. Jambo la kwanza, kupitia ndoto za kingono mara kwa mara. Kwa ukiwa na ndoto za aina hii mara kwa mara, hizi roho uaga zinakuja kufanya kikao kwako, uaga zinakuja kukaa kabisa. Kwa hiyo ukiona tu dalili za namna hii, ni vizuri sana ukaangalia namna ya kuepukana nazo, ukatafuta msaada haraka iwezekanavyo, la sivyo hizi roho zinaweza kuja kufanya makazi kwako. Jambo la pili, zinaweza kupitia ushirikina, tambiko au uchawi wa ukoo. Kwa hiyo roho hizi zinaweza zikatumwa kishirikina, lakini zinaweza pia zikatokana na roho za kifamilia, matambiko ya kiukoo inaweza ikatokana, au uchawi wa kifamilia. Kwa hiyo ni njia mbalimbali ambazo roho hii inaweza ikapitia. Lakini jambo lingine la tatu, kupitia ngono za uzinzi au asherati Labda nizungumzie kwenye ushirati. Ikitokea mtu e, akawa nafanya ngono kabla ya ndoa, hii inaweza ikawa lango la kupitisha huyu pepo mahaba, inaweza ikawa rahisi kabisa kumpitisha. Lakini jambo e, pij, pia na ku- kuangalia picha za ngono pia inaweza ikasababisha roho hizi kuwa lango la kumwingiza kwenye maisha ya mtu kwa hiyo ukizoelea kutazama picha za ngono ni rahisi sana kumpokea huyu roho roho mahaba ni rahisi sana kumwingia mtu na kufanya makazi kwenye maisha ya mtu kabisa jambo lingine la nne kupitia zawadi au vitu vilivyopokelewa kutoka kwa mtu aliye na roho hizo kwa zawadi inaweza kawa sababu pia ya kupitisha roho ya pepo mahaba au jini mahaba e, kutokana na mtu ambaye amekupa zawadi, inategemeana ni zawadi gani ambayo amekupa huyo ambaye ana roho hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaiambukizwa kabisa kutoka kwa mtu ambaye ana hiyo roho. Jambo lingine la tano, kupitia madhabau za ukoo au rana za mababu kwa ziko familia ambazo nakuta hizo roho ziko kwenye familia kabisa, ni roho ambazo zilikuwa zinatembea kwenye ukoo. Kwa ile roho itabaki natembea na kwa kwenye kizazi ambacho kiko kinaendelea, kwa bila kupata mtu wa kuvunja ile roho. Hiyo roho itaendelea kuiteza familia kabisa, hadi pale atakapopatikana mtu ambaye ataiharibu hiyo roho au ile agano ambalo liko kwenye ukoo au familia. Namba tatu, basi tuangalie dalili za mtu mwenye jini mahaba. Tuanze na dalili za kiroho: kuota tunafanya tendo la ndoa mara kwa mara kwenye ndoto. Hii ni dalili ya moja kwa moja kwamba utakuwa na jini mahaba. Kama ni jambo linalojirudia rudia, ni dalili ya kwamba utakuwa na jini mahaba. Jambo lingine la pili, kuota unazaa au kiota huko kwenye harusi, unafunga ndoa ya ajabu, ujue kabisa kuna uwezekano mkubwa wa kuwa kwamba uko unafunga na jini mahaba. Kwa hiyo ni dalili pia ambazo zinaweza kuashiria kwamba kuna kitu ambacho huko unapokea katika ulimwengu wa roho, hasa kitu ambacho sio cha kimungu. Jambo lingine la tatu, kuota unanyonyesha watoto bila kuelewa nini maana yake. Mara nyingi katika hali tu ya uzoefu, watu wengi ambao wamekuwa na hali hizo, e, tumekuwa tukiombea wakati mwingine unakuta kweli jini mahaba ndo amemkamata, lakini ukimuuliza ndoto ambazo anaziota, anaota ndoto akinyonyesha. Wengine unakuta wanaota wamezaa kabisa, wamezaa amezaa alafu baadaye anashangana nyonyesha. Wengine wameota wamefunga ndoa na pete kabisa, hata unapomwombea zile ishara kwamba ana kitu chetu na pete yetu, tumefunga naye mkataba, unakuta e, yale mapepo anajidai kwamba kweli yule mtu anamiliki. Kwa hiyo hivi vitu ni vitu ambavyo vipo kabisa katika ulimwengu wa roho, kavipo na vinatenda kazi. Kwa hiyo ni muhimu tu kuangalia namna ambavyo e, tunaweza tukajilinda lakini pia tunaweza tukatoka katika majanga haya. Dalili ya nne: kuona mwanamke au mwanaume fulani kila mahala katika ndoto, kidai ni wako. Hii ni dalili mojawapo ambayo inaonyesha kwamba katika ulimwengu wa roho, inawezekana kuna uwezekano mkubwa kwamba ukawa na jini mahaba ni dalili kabisa ambayo inaonyesha kwamba utakuwa na jini mahaba. Kuna mtu ambaye unashangaa anajilimilikisha katika ulimwengu wa roho kupitia ndoto. Kwa hiyo ikitokea mtu wa namna hii e, ni hatari sana, lazima ujue kabisa kwamba hapa nina mtu katika ulimwengu wa roho ambaye sasa ananimiriki. Kwa hiyo kinachohitajika, lazima utafute msaada ili e, Mungu aweze kukusaidia. Jambo lingine la tano kupoteza nguvu za maombi na hamu ya maombi ya maombi mambo ya Mungu. Kwa mtu ambaye ana roho ni vigumu sana kuwa na nguvu ya maombi ya daima, lazima awe na suasua, lazima awe na nyang'anywa nguvu. Lakini ile hamu pia ya ibada huwa inaondoka ndani yake, ile hamu ya kupenda mambo ya Mungu huwa inaondoka ndani yake. Kwa hiyo hii roho huwa ina uwezo wa kunyang'anya mtu nguvu ya mtu ambayo iko ambayo ilipaswi kae ndani yake, kwa huyu mtu atakuwa dhaifu kiroho, kama ambavyo nilizungumza kule mwanzoni kabisa kwenye lile somo ambalo nimeanza nalo. Jambo lingine la sita, kusikia sauti au hisia za mtu kana kwamba uko naye kitandani, wakati hakuna mtu. Ni dalili pia ambayo inaonyesha kwamba katika ulimwengu wa roho e, uko na mtu uko na mtu ambaye sio binadamu, ni jini mahaba ambalo linakuwa linakunyemelea au tayari linakumiliki kumiliki kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta msaada ukiona dalili hizo, si dalili nzuri. Unaweza ukalala kabisa ukaihisi kuna mtu ambaye yuko na wewe. Ugahisi, yani ugahisi kabisa kwamba kuna mtu ambaye nimelala naye. Kwa hiyo ni muhimu sana e, kutafuta msaada ili uweze kusaidika. Tuangalie jambo la saba: kuwa na hali ya kutotaka ibada au kuomba.